Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwasisitiza Watanzania waendelee kuliombea taifa ili amani, upendo, ustahimilivu na mshikamano viendelee kudumu nchini. Kauli hiyo imetolewa na Waziri Mkuu, Dr. Mwigulu Nchemba jana Jumapili Novemba 16 mwaka elfu mbili ishirini na tano alipowasilisha salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa waumini na viongozi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Ushirika wakisasa, mkua, wa kisasa mkoa wa Dodoma. Aidha, Waziri Mkuu amesema kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania